Na mtazamaji, taarifa ya tanzia hii hapa ambapo hali ya huzuni imegubika kijiji cha Gatitu katika mpaka wa maeneo ya bunge la Kiambaa na Githunguri katika kaunti ya Kiambu. Hii ni baada ya mwanafunzi wa gredi ya kwanza kutoka shule ya msingi ya Gatitu kuzama kwenye mto Kamiti. Wakazi waliofadhaika walisema kuwa huyu ni mtoto wa tatu kupoteza maisha katika sehemu moja tangu mwaka jana, huku wakitoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka kuzuia vifo zaidi. Kuzama kwa mwanafunzi wa gredi ya kwanza katika mto Kamiti alipokuwa akirejea nyumbani kutoka shuleni kumewaacha wakazi wa kijiji cha Gatitu na huzuni tele. Mtoto ni wa miaka saba, anasoma shule yenye iko Katito enye yani, hiyo shule iko kane, ni constituency ya Githunguri na tunaishi Kiambaa. Sasa alikuwa anavuka akirudi nyumbani jioni, ndiye akaanguka akapotea. Hivyo wakazi waliokuwa na ghadhabu waliwalaumu viongozi wa eneo hilo kwa kuwatelekeza na kukosa kuwajengea daraja linalofaa. Hatuna kivukio sahihi ambacho kinafaa kuwa kinavukiwa na watoto wetu na wazazi wetu, wanapotoka shughuli zao za kila siku wale ambao wako huko ng'ambo wanatoka huko wakija madukani huku kununua vyakula na vitu vinginevyo. Walielezea kuhofia usalama wao, wakisema kuwa watoto watatu wamefariki katika eneo moja katika muda wa mwaka mmoja uliopita. Sisi wenyewe tulienda tukakusanya mawe, ndio tuweze kupata mahali pa kuvukia. After kupata hizi mawe bado mto inaendelea kupanuka, so tunahitaji daraja juu hizi mawe hatusaidii. Wametoa wito kwa serikali ya kitaifa na zile za county kushirikiana na kujenga daraja dhabiti ili kuzuia majanga zaidi. Tunataka atengeneze hiyo daraja iwe daraja safi yenye hata we mwenyewe ukipita utakuwa comfortable. Christine Matunda, Darubini.